Najua wengi wanajiuliza, nikiwa natoka ndani ya nchi yangu drivers license yangu inaweza ikafanya kazi ndani ya nchi kama Canada? Sasa kwenye video hii ndio nataka nikupe mwangaza kamili ya kile ambacho unatakiwa kufanya. Hello everyone, na tumai mko salama na tukuwa tena nafasi fursa hii ya kuwakaribisha kwenye KHP Canada chaneli yako ya nguvu, ambao uh, inazungumzia mengi sana kwa wale ambao wanahitaji kuja Kanada na kwa ajili ya kukuonesha pia Kanada uh, vile inakaa. Najua ni wengi sana ambao uh, wanapenda kuja ndani ya nchi hii na ndio maana anachukua nafasi hii ya kuweza tena kuzungumza nanyi. Ikiwa wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe. Mimi ni wako King Prayer, na bado tuko na kikundi yetu ya WhatsApp, ambao uh, inaendelea vizuri kwa ajili ya kupeana mawazo, kusaidiana, kuunguzana kwa wale ambao wanahitaji kuja ndani ya nchi kama ya Canada, Amerika pamoja na nchi zingine ambazo ziko inje, ambazo ni nje ya Afrika ama kwa kifupi naweza nikasema ughaibuni ya yeah. Unajua, ukikuja ndani ya nchi mpya kuna changamoto ambazo unaweza ukapitia, na moja ya vitu ambazo unaweza ukakutana nazo ni changamoto kama la kuweza kuwa na gari ama kuweza uh, kuendesha gari ndani ya nchi hii ya kigeni. Unajua, unaweza ukawa wewe ni dereva mkubwa sana ndani ya nchi yako, lakini ukafika ndani ya nchi nyingine ukuwe na changamoto ya kuweza kuendesha gari. Unajua, wengi wanajiuliza nikiwa natoka ndani ya nchi yangu drivers license yangu inaweza ikafanya kazi ndani ya nchi kama Canada? Sasa kwenye video hii ndio nataka nikupe mwangaza kamili ya kile ambacho unatakiwa kufanya. Kitu cha kwanza ambao utaelewa ni inchi kama ya Canada ni inchi ambayo ni kubwa sana, na sio kila sehemu ya Canada ndio unaweza ukapata uh, public means ama naweza nikasema daladala ama hizo mabasi ambazo zinabeba abiria, sijamaanisha ya kwamba hazipo, lakini kuna sehemu nyingi tu sana ambazo zipo ila haziwezi zikakufikisha kila sehemu ambayo unatakiwa kuenda wewe na haziwezi zikakufikisha kila sehemu ambayo unatakiwa kuenda wewe. Na ikiwa unafanya kazi na utegemee hizo mabasi zitakufanya uchelewe sehemu nyingi ambazo unaweza taka kwenda kutembea na familia yako ama kwenda kuenda for a weekend, itakuwa ni sehemu ambazo saa zingine hizo basi haziwezi zikafika ama ni mbali na mahali wewe unatakiwa kuenda for a weekend. So ndani ya nchi hii unahitaji kuwa na gari. Ni moja ya kati ya vitu ambazo lazima uwe nazo ukiwa ndani ya nchi kama hizi kama Canada kwa mfano, lazima uwe na gari na kusudi uwe na gari, kuna masharti ambayo unatakiwa kufanya. Ndio maana ikiwa wewe ni mmoja ambaye unahitaji kuja Canada kutoka nchi yako, ama unakuaga na ndoto ya kuja Canada, wakati huu ule ambao utaweza kushughulikia uh, makaratasi zako na ufikie wakati ambapo unataka kuja, make sure umekuja ndani ya nchi hii ukiwa na driver's license, itakusaidia pakubwa sana. Kwa nini nasema hivyo? unaweza ukawa wewe ni dereva ndani ya nchi yako, lakini experience yako haijatosha kwa wewe kuweza kupata kibali ya kuendesha gari ndani ya nchi hii, ama ya kuweza kununua tu gari, sababu hapa kidogo ni tofauti. Uwezi ukanunua gari sawa na vile, e, yani unaweza ukawa na pesa ambayo ni pesa ya kutosha, lakini hiyo haijatosha kwa wewe kununua gari. Kuna vitu ambao unatakiwa kufanya, yani unatakiwa kuwa nazo kusudi uweze kununua gari hapa Canada na ikiwa ulikuja bila driver's license, maisha itakuwa ni magumu sana kwako. Kwa sababu gani? Process ambao utapitia itakuwa ni ndefu sana tofauti na yule ambaye alikuja na driver's license. Kitu cha kwanza watakuchukua kama mtu ambaye hajui chochote. Na hiyo driver's license ukikuja nayo, hakikisha unakuja nayo ikiwa valid ama ikiwa haija expire itakusaidia pakubwa sana. Kawaida Kanada, kusudi uweze kufikia kuendesha gari, kuna proses ambazo unatakiwa kuenda. Lisensi zao wako na ya kwanza ambao ni G1, ya pili ambao ni G2, ya tatu ambao ni full G, na bado unaweza ukaendelea sasa kama wale wa marori na wengine kadhalika. so proses ya kawaida ndani ya nchi hii huweza kupata G1. Kuna mtihani ambao unatakiwa kufanya ambao iko na ma maswali 60 na hayo maswali sitini, sitini, unatakiwa kuweza kupata 80% ya hayo maswali ndio uweze kupata G1, na hiyo G1 ni driver's license ambao inakuchukua wewe kama uh, mwanafunzi ama lana. Kwa hiyo ukiwa na hiyo G1 utakiwa kuendesha gari ukiwa peke yako, unahitaji kuendesha gari ukiwa na dereva ambaye ako na full G na ako na experience ya miaka nne barabarani. Sijui kama unanielewa vizuri, ako na experience ya miaka nne barabarani, huyo akae kando yako na wewe sasa ndio uweze kuendesha gari. Na ukiwa na hiyo G1 hauruhusiwi kununua gari, au sababu hautapata uh, insurance Nakumbuka hapa, ni makosa sana kutumia jina za watu kwa kusajili vitu zako, sababu ukipatikana uko kwa shida kubwa sana, na unaweza kufikishwa hata kwa hali ya kurejeshwa kwenye nchi yako. Sasa lazima kuzingatia hilo, na ukiwa na hiyo G1 ambayo iko considered kama uh, drivers license ya lana, hiyo unapewa sababu uweze kujifunza, kisha miezi tisa ndio urudi kufanya mtihani ambayo itakufanya wewe kuweza kupata eh, license ya klasi ya pili ambayo ni G2. Ukiwa na hiyo license unaweza ukaendesha uka gari peke yako, unaweza ukanunua gari na unaweza ukaweza kununua insurance kwa ajili ya gari yako, lakini shida bado itakuwa ya kwamba utalipishwa insurance pesa nyingi sana mahali ambapo unatakiwa kulipa kama dola mia hamsini utapata unalipishwa mia tatu mia nne hadi hata mia nne hamsini sababu ya, sababu unachukuliwa una, una kama uh, dereva ambaye ndio anaanza, yaani kwako kwa kunakuwa kuna risk nyingi sana ya kuweza kufanya ajali na kuingiza uh, kampuni ya insurance kwenye shida ya kuweza kukugharamia. sijui kama unanielewa vizuri. So hizo ni shida ambazo zinakuwa ziko hapo, na kutoka kwa hiyo G1 kwenda kwa G2 unatakiwa kukaa miezi mitisa ya kujifunza kulingana na sheria, ndio wewe ndio ufanye mtihani. Ukipita hiyo mtihani wa pili ambao utawekwa kwa barabara na uweze kuheshimu kanuni zote za barabara ya Canada, unapata hiyo G2, alafu miezi nyingine tisa ndio tena urudi kufanya full G ukiwa umepata fulji yako sasa, ndio unaweza kuwa na uhuru ya drivers license ambayo kidogo inaweza ikalipa pesa ya chini kidogo na haitakusumbua. Sasa kwa nini nimesema ya kwamba ni vizuri ukiwa unafikiria kuja huko, kitu cha kwanza hata mbele uweze kutafuta visa, shughulika kwanza kuweza kujua kuendesha gari na kuweza kuwa na drivers license. Sababu hata ukikuja hapa kuna kampuni nyingi sana ambazo ukitafuta kazi watakuuliza kwamba uko na gari, uko na driver's license, sababu wenyewe wanaweza wakakupea gari, ama wengi wanakataa pia kukuajiri sababu hauna gari, wanataka uwe na gari kusudi waweze kukuajiri. Hiyo ni vitu ambazo zinakuwa mara nyingi sana. Sasa kwa nini nimesema ya kwamba unatakiwa kuja na driver's license yako? Ukija na driver's license yako kutoka nchi yako inakuwa rahisi sana. Kivipi? ukikuja na drivers license ambayo iko sawa, kitu ambao unatakiwa kufanya ni kuenda kubadilisha, yani unapeleka hiyo drivers license yako kwa mahali husika, alafu wanakubadilishia wanakupea drivers license ya Canada. Na huendi kubadilisha ukifikiri ya kwamba sababu uko na license ya nchi yako we unapeleka tu alafu unapewa na urudi Hapana, unatakiwa kwenda kufanya mtihani hiyo ya, mas ya maswali kumi maswali uh, sitini ama six questions. Ukipita hiyo mtihani unapewa hiyo ya mwanzo ukipenda, lakini ukikuja na leseni yako ukifanya hiyo mtihani ya mwanzo papo hapo, ukiona uko sawa kuweza kuingia barabarani, unaitisha mtihani wa barabara ama road test ukifanyikiwa kupita huo mtihani unapewa G2 kuliko kupewa G1. Na ukikuja bila, utaenda ufanye huo mtihani wa kwanza na utakaa miezi tisa kusudi uwe na kibali ambayo itakuruhusu wewe kuweza kununua gari ama kuweza uh, kuendesha peke yako barabarani. Ni mtihani mkubwa sana ambao ukikuja bila kujua utajipata umeingia kwa shida na itakusumbua. Nadhani e, umeweza kunielewa vizuri. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanafikiria kuja Canada, ni vizuri uweze kujifunza gari mapema uhakikishe, ya kwamba uh, huko na driver's license yako ya nchi yako, umekuja nayo ndani ya nchi hii, itakusaidia na itakurahisishia pakubwa sana sababu kazi nyingi mzuri hauwezi ukapata kama hauna gari hiyo nayo na kuhakikishia, lakini ukiwa na gari unakuwa na urahisi wa kuweza kupata aina mbalimbali ya kazi, na ukitaka kuenda sehemu fulani hapa na pale utakuwa na uhuru wa kuweza kuenda bila shida yoyote, sababu sio kila pahali ambapo utaenda ndio utakuwa na urahisi wa kuweza kupata public means, na maeneo nyingi mzuri ambao unaweza hitaji kuenda kwa weekend, pengine hata kanisa lako linaweza likawa liko mbali na sehemu ambao unaishi wewe. Kazi unayoifanya inaweza inaweza ikawa iko mbali na sehemu ambao unaishi wewe, alafu hilo linakuwa changamoto kubwa kwako. Nadhani umenisikia hilo. Na driver tests yao sio uh, mambo mengi sana ama vitu ngumu zaidi na nadhani video itakayofuata ama sehemu ya pili ya video hii nitakuonyesha drivers test, jinsi huwa inafanyika. Na ikiwa wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe. Kama vile nilisema hapo mwanzo, tunasaidia pale ambapo tunaweza, na tunajibu baadhi ya maswali kwa wale ambao wana haja ya kuja Kanada na tuko na Uh, WhatsApp group yetu ambao link iko kwenye description ya video hii. Ukitaka kujiunga, unaweza ukabonyeza moja kwa moja, utakupeleka ndani ya kikundi, kikundi yetu ya WhatsApp, na bado utaweza kujibiwa kwa mengi huko ndani na kujua mengi ambayo yanaendelea huko. Ikiwa wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanahitaji kuenda nchi za nje, sijui uko ndani ya nchi gani, sasa ndio unataka kwenda nchi za nje, lakini nadhani ushanielewa so Asante sana kwa kutizama video hii. Video inayofuata ni kwa ajili ya kukuonyesha gizi gizi drivers test gizi driving test ya Canada, ama mtihani ya kuweza kupata G2 kufanyika. Thank you